Katika maisha ya ndoa uaminifu ni nguzo kuu inayoshikilia mahusiano ya wapenzi wawili. Lakini je, nini hufanyika pale ambapo nguzo hiyo inavunjika? Mume au mke anapogundua kuwa amesalitiwa kimapenzi au kihisia, je, ana haki ya ye kufungua kesi ya madai dhidi ya mwenza wake? Ah, tumeweza kuona kwamba mwanandoa anaweza akafungua shauli la madai na kuomba fidia kulingana na usaliti aliyoufanya mwenza wake, na mahakama uh, imempa nafasi ya kuweza kufanya hilo kama tu atakuwa hajafungua shauri lingine la taraka linalohusiana na wenza hao. Katika mahojiano yetu na wakili Fatma Abdul Thabiti, alieleza kwa kina kuwa sheria za Tanzania zinatambua ndoa kama mkataba wa hiari baina ya watu wawili, lakini pia zinalinda heshima na haki za wanandoa. Hmm, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni kitendo cha mwanaume na mwanamke kwa hiari yao wenyewe kuamua kuishi kwa pamoja katika maisha yao aa, kama mke na mume. Kwa hiyo kwa maana kubwa zaidi, hawa watu tunaona wanaamua wao kama wao kuishi kwa pamoja, hawajashawishiwa na mtu yoyote. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya ndoa, na kwa kawaida tunafahamu kwamba watu wanapoamua kufanya swala la kufunga ndoa ni watu waliokubaliana kihisia, wakakubaliana kiupendo, kwa hiyo wanafurahia maisha ya kuishi pamoja. Ndivyo tulivyozoea katika jamii, ndio maana tunaona kuna sherehe za kufunga ndoa za kufurahia. Ni siku ya furaha, ina maana ni siku ya upendo, ni siku ya kufurahia upendo, siku ya kufurahia kwa hiyo. Ina maana hilo tendo ni tendo linayoenda kuashiria upendo, furaha. Sasa kwenye sheria pia ime, ina, imeainisha aina gani za ndoa ambazo zinatambulika katika sheria zetu za Tanzania kuna sheria, kuna sheria ndoa za Kiislamu kuna ndoa za Kikristo kuna ndoa za kitamaduni pia kuna ndoa za, za kiserikali. Hizo ndoa zote zinatambulika kisheria. kwa nini nimejaribu kurejelea kwenye, ma, kwenye aina za ndoa uh, kwa sababu hizi ndoa ndizo zinazoweza zikaongeleka mbele ya mahakama, yaani unapoenda kwenye ishu yoyote ya kimahakama, lazima kwanza ujihakikishie kwamba wewe uko katika aina ya hizi ndoa. Na ndoa hizi hizi sheria imeainisha kwamba kama itatokea kuna mgogoro kwenye ndoa inaweza ukafungua shauri la, ku, la kuomba kama ni taraka au kama ni kutengana, lakini lazima uwe katika ndoa hizi tajwa. Sasa namna gani tunakuja kwenye usaliti juu ya ndoa? Uh, usaliti katika ndoa sheria inautambua. Sheria inatambua kwamba usaliti unaweza ukatokea kwenye ndoa. Fatma anasema kuwa kusalitiwa katika ndoa yaani tendo la mume au mke kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine nje ya ndoa, linaweza kuwa sababu ya msingi ya kufungua kesi ya madai kwa madhara ya kihisia na hata kifedha. Lakini si tu suala la kusalitiwa linaloangaliwa, bali ni athari ambazo kitendo hicho kimesababisha. Mfano, mke au mume anaweza kudai kuwa aliumizwa kisaikolojia, alidhalilishwa kijamii, au hata kupoteza fursa za kiuchumi kutokana na hali hiyo. Katika mazingira hayo, anaweza kufungua kesi ya madai akitaka fidia kutokana na madhara hayo. Wakili Fatma anaongeza kuwa japo kesi kama hizi si za kawaida sana katika mahakama, zinawezekana kisheria hata pale ushahidi unapowasilishwa kuthibitisha uhusiano wa nje na athari zilizotokana na usaliti huo. Kwenye swala la usaliti, sheria ime, imetoa pia mwongozo kwamba mwanandoa, mwanamke au mwanaume, mke au mume, anayo haki ya kuweza kufungua shauri la madai katika mahakama kuomba fidia za mwenza wake kumsaliti. Kwa hiyo, pia na hii ni usaliti umekaa kwa namna ya kwamba pia usaliti ukitokea, mmojawapo kati ya mke au mume anaweza akafungua shauri tu la kuomba fidia kwamba mimi mwenzangu amefanya nini amenisaliti lakini, sio kusema ndio ukafungua hilo shauri. Sheria inakataa kwamba kwamba huwezi ukafungua hilo shauri huku ukiwa tayari uko kwenye shauri la taraka. Kama uko kwenye shauri la kuomba taraka au shauri inaendelea la taraka, hautaruhusiwa kufungua shauri la madai. Kwa hiyo madai yanaweza yakaombwa ya, ya, ya usaliti huku mkiwa mnaendelea kuishi kwenye ndoa na hii imejidhihirisha hii, hii, hii, hii, suala la kufungua shauri kuomba fidia kisheria lipo katika kifungu namba namba sabini na mbili cha Law of Marriage Act, na fidia mahakama itatoa fidia baada ya kujidhihirishia kwamba kweli una haki ya kupata fidia hizo aidha Kesi kama hizi hupelekea pia migawani ya mali au hata kutolewa kwa amri ya kulipwa fidia kulingana na maamuzi ya mahakama. Uh, tukirejelea katika uh, uh, usaliti upande wa kufungua shauli la kuomba madai, ni ili shauli itakuwa limejikita katika kuomba damages au madhara uliyoyapata baada ya kitendo hicho kufanyika na mwenza wako katika ndoa hmm. Uh, imewahi kutokea, kuna ndoa uh, iliwahi mwanandoa aliwahi kufungua shauli mahakamani la namna ya kuomba madai, yaani alifungua kama kesi ya madai kwamba mwenza wake eh, amemsaliti na hiyo ni baada ya kuwa ameishi naye kwa muda kadhaa, lakini baada ya huo muda walivyoishi, akawa ameanzisha mahusiano mengine na akaenda kuishi na mwenzi huyo, mwenza wake katika mazingira, akaenda kuishi na mwenza wake na huyo mwingine, walianzisha mahusiano. Kwa hiyo baada ya hapo Huyu mwanandoa alienda kufungua mashtaka ya madai, kwa sababu alikuwa amepata madhara. Kwanza, mke wake ambaye ni mke wake alikuwa ameondoka na ameshaanzisha mahusiano, mpaka imefika hatua ameweza kupata mtoto. Kwa hiyo hilo shauri limewahi kuwepo katika mahakama mahakama zetu na limesikilizwa na limetolewa maamuzi. Um, kwa hiyo msingi mkuu wa mm, hii adultery au uzinzi, mahakama inaweza ikaamua kwamba hii ndoa haiwezi kurekebishika. Msingi mkuu wa kuivunja ndoa. Lazima ndoa ijidhihirishe kwamba haiwezi kurekebishika kabisa. Hapo ndipo mahakama inaweza ikatoa maamuzi ya kwamba ndoa hii haiwezi kuendelea. Hivyo basi, kusalitiwa katika ndoa si tu jambo la maumivu ya moyo, linaweza pia kuwa na athari za kisheria. Ni muhimu wana ndoa kufahamu kuwa sheria haiko kimya katika mambo ya heshima na uaminifu ndani ya ndoa. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rosette Swedi.